Good evening watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Matumaini yangu mko salama mahali popote, mnaendelea kunitazama karibuni, ili naendelea kuelimisha na kuwafahamisha habari ambazo zinaendelea kutendeka baada ya fujo na ghasia ambazo ziliweza kutokea baada ya uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2025. Na na Huku viongozi wa upinzani pamoja na makundi mengine ya kutetea haki za binadamu yakiendelea kuishinikiza Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ya ICC iweze kufanya upelelezi, ifike pale nchini Tanzania na kufanya upelelezi kuhusiana na visa vya mauaji ama visa vya kinyama ambavyo vilifanywa waandamanaji wa amani, nayo na serikali ya Tanzania watazamaji wangu inazidi kukimya, na badala yake inazidi kuwatishia wananchi wa Tanzania yoyote ambaye atapatikana akisambaza video ama picha za matukio ambayo yaliweza kutokea tarehe ishirini na tisa kipindi ambapo watazamaji wangu, mitandao haikuwa inafanya kazi kama vile Facebook, uh, WhatsApp pamoja na TikTok zilikuwa hazifanyi kazi kwa sababu ya ukosefu wa data connectivity. Kipindi kile watazamaji wangu, ndio mauaji yalifanyika kwa wingi sana watu wengi walipoteza maisha yao, na serikali sasa watazamaji wangu, inawaonya watanzania wasidhubutu kutuma hizo picha ama video zikionyeshana matukio ya hiyo siku ambapo watu wengi waliumizwa wakauawa, na wengine wanaendelea kupokea matibabu sasa hivi hospitalini. Kwa nini ambacho watazamaji wangu a serikali ya Tanzania inaficha kuhusiana na hayo mauaji ama vitendo ambavyo vilifanywa wananchi, vitendo vya kikatili. Mtazamaji wangu, kabla ziendelea kufahamisha zaidi kuhusiana na haya matukio ambayo yalitendeka na ni nini ambacho kinaendelea kufanyika kule nchini Tanzania na ni hatua gani ambayo itachukuliwa dhidi ya mama Samia Suluhu, ningependa kuomba mtazamaji kwanza uweze kulike video na pia uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics, ndipo sasa ukua kwanza kuzipata hizi habari punde tu zinapotendeka. Kwanza kabisa mtazamaji wangu, unatumai sasa hivi umepata picha kamili kuhusiana na nini ambacho kimekuwa kikiendelea kule nchini Tanzania, mauaji ya kiolela olela, watu kutekwa nyara, uh, watu kupotea kwanjia, kwa njia ambazo zisizoeleweka. Kwa maoni yako, ya mtazamaji wangu, unaona kweli uongozi wa Mama Samia Suluhu ulikuwa wa haki? Na unaona Mama Samia Suluhu anastahili kupelekwa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC. Hebu niachie maoni yako hapo kwenye eneo la latazamaji wangu, kuhusiana na vile ambavyo umeshuhudia. Kuna video na picha ambazo zimekuwa zikitrend kwenye mitandao ya kijamii zikionyeshana mauaji ya kikatili, vile ambavyo watu waliuawa kwa wingi, na inakadiriwa kwamba mali imefikia sasa hivi, watazamaji wangu, zaidi ya watu elfu moja wameweza kuuawa ama waliaga dunia kwenye hizo ghasia na fujo za baada ya uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano, hasa ile siku ambayo maandamano yalianza kufanyika kule nchini Tanzania ambayo ni siku ya uchaguzi ambapo uh, watu wengi waliingia kwenye maandamano kudai haki, kutaka demokrasia, kutaka uh, serikali iwaruhusu waweze kuwachagua viongozi ambao wanawataka, bali sio viongozi wa kulazimishiwa uh, kama vile ambavyo Mama Suluhu alisimama akiwa mgombea wa kiti cha urais peke yake kwenye uchaguzi wa urais wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Na watazamaji wangu kuna habari zaidi ambazo tunaendelea kuzipata kuhusiana na ni hatua gani inazidi kuchukuliwa na serikali ya Tanzania ili kukabiliana na Wakenya ambao wako kule nchini Tanzania. Watazamaji wangu kuna habari nilikuwa nimekuandalia hapo awali kuhusiana na vile ambavyo Wakenya sasa hivi wapo taabani. Kama wewe ni kama wewe ulikuwa mwanabiashara umeenda kule kwenye shughuli zako za kazi, wewe ni mwalimu, ujue sasa hivi watazamaji wangu mambo yameanza kuharibika. Uh, kuna sheria mpya ambazo zinaendelea kutengenezwa kule nchini Tanzania ili uh, kukabiliana na hawa wa Kenya na inaonekana ni kama wanataka kuwafurusha hawa wa Kenya wasiendelee kufanya biashara zao kule nchini Tanzania, kwa sababu serikali ya nchi ya Tanzania imekuwa ikiwalaumu uh, raia wa kigeni na hasa raia kutoka hapa nchini Kenya uh, ya kwamba wao ndio walichochea hayo maandamano ya tarehe 29 kupinga uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano habari. Zaidi tunaendelea kuzipata watazamaji wangu, ni kwamba huenda uh, uh, wale ambao walikuwa wanafanya kazi kule wakaekewa sheria zaidi, ama wafurushe na wakuwe deported warudi hapa nchini Kenya. Wengine hata wanaweza kukamatwa uh, na waweze kukaa kizuizini kwa zaidi ya miezi mitatu, ama watozwe faini uh, so unaona watazamaji wangu, mambo yanazidi kuharibika, na kama wewe ni mkenya huko kule nchini Tanzania watazamaji wangu. Kile ambacho mimi ningependa kukuomba kama ndugu yako kama kaka yako, ukuwe mwangalifu wakati unafanya biashara zako kule nchini Tanzania, na hata ikiwezekana, unaweza kusitisha biashara zako kwa muda, kwa sababu utakumbana na kipindi kigumu wakati unaenda kwenye ziara zako za kibiashara, kusafiri ama ziara zote zile ambazo wewe utazipanga kwenda kufanya kule nchini Tanzania. Serikali imeanza kuwawinda Wakenya, imeanza kuwakamata Wakenya na kuwaweka vizuizini. Uh, imeanza kuwakamata Wakenya na kuwashtaki, kuwapeleka mahakamani. So unaona utazamaji wangu Wakenya sasa hivi ndio wapo tabani zaidi kuliko hata wale wa Tanzania ambao walishiriki kwenye hayo maandamano, ingawaje pia Watanzania wanazidi kuchukuliwa hatua wa zao kulingana na sheria za nchi ya Tanzania, lakini target kubwa inaonekana ni hawa raia wa kigeni wakiongozwa na raia kutoka hapa nchini Kenya. Tayari kuna wale ambao wameanza kukimbia kule nchini Tanzania na kurudi makwao wameanza kurudi hapa nchini Kenya nyakati za usiku, kwa sababu kadri wanavyoendelea kukaa kule ndio wanavyoendelea kuhatarisha maisha yao. Hawajui nini ambacho kitawakumba, huenda ukajipata umefungwa gerezani, huenda ukajipata umeumizwa. Kwa hivyo a, maisha ya mkenya sasa hivi kule nchini Tanzania yanazidi kuwa magumu zaidi. A, watazamaji, sijui maoni yenu ni gani kuhusiana na hii hatua ambayo imeanza kuchukuliwa na serikali ya Tanzania kukabiliana na wakenya ambao kukule, kutaka kukaza sheria zaidi na hata kuwakamata kwa sababu uh, serikali ya Tanzania inasema ya kwamba wao huenda, uh, walishiriki kwenye maandamano ya kupindua serikali ya mama Samia Suluhu ama kupinga uongozi wa mama Samia Suluhu. Hebu niache maoni yako hapo mtazamaji kwenye eneo la comment section, na kabla sijaendelea kufahamisha zaidi mtazamaji wangu na kuomba uh, uweze kujiunga nami hapa BM Daily Politics kwa ku ndiposa ukuwa kwanza kuzipata hizi habari punde tu inapozichapisha, na pia huweze kulike, kushare na comment, ndiposa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Na watazamaji, nchi ya Tanzania imeingia katika vitabu vya historia kama nchi ambayo imekumbana na mauti mengi zaidi hapa uh, Afrika Mashariki kwenye huu mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Watu wengi wameweza kuuawa, watu wengi wamepoteza maisha yao, wengine wamepotea. Mpaka siku ya leo, familia zinazidi kuwatafuta wapendwa wao ambao walitoweka kwenye maandamano ya tarehe 29 uh, siku ya uchaguzi kule nchini Tanzania. Bado familia zinaendelea kuililia serikali, nayo serikali inabaki kimya. Watazamaji wangu, kuhusiana na ili suala la mauaji ambayo aliweza kushuhudiwa nchini Tanzania, ni mauaji ambayo yalifanywa kwa giza, ni mauaji ambayo yalifanywa wakati dunia mzima haikuwa inajua nini ambacho kilikuwa kinaendelea kule nchini Tanzania. Yaani watazamaji wangu, hayo maandamano yaliwekewa vizuizi kabisa, vikwazo, ikakuwa hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kujua nini ambacho kilikuwa kinaendelea kwenye hayo maandamano. Lakini wasalio wanasema watazamaji wangu, hakuna refu lisilo na mwisho na lolote ambalo linafanywa kwa giza siku moja litajitokeza kwenye mwangaza, na tayari uh, video zimeanza ku expose vile ambavyo watu waliuawa. Na cha kustajabisha zaidi watazamaji wangu, ni kwamba hata wale uh, ambao walikuwa wanafanya hivi vitendo vya unyama walikuwa wanaingia mpaka ndani ya nyumba za watu. Wewe uko pale umetulia na familia yako unashtukia, uh, uh, mtu ameingia na bunduki anaanza kuwaua. So watazamaji wangu, haikuwa tena kukabiliana na waandamanaji ambao wako barabarani mlikuwa mnafuatwa hata baada ya kukamilisha maandamano, mnafuatwa mpaka manyumbani kwenu, mnaenda mnavamiwa huko, mnapigwa risasi na watu ambao wasiojulikana. Yani kikakuwa ni kitendo ambacho ni kinazidi kuwashangaza watu wengi, kinazidi kushangaza dunia mzima vile ambavyo mauaji yalifanyika kwa wingi kwa muda mfupi sana. Kwa sababu ni hiyo tarehe ishirini na tisa, utazamaji wangu, ndio watu wengi waliweza kuiaga dunia wakati walijaribu kujitosa kwenye maandamano kwa mara ya kwanza. Watazamaji wangu, kwa miaka mingi kule nchini Tanzania, uh, tumeweza kushuhudia maandamano ya fujo na gasi ambapo mali mingi ziliweza kuharibiwa, lakini cha kuhuzunisha ni kwamba watu wengi wamepoteza maisha yao. Hawakuwa na silaha, hawakuwa wamejihami, hawakuhatarisha maisha ya afisa yetu wa polisi, lakini ni vile ambavyo tu wao walikuwa wanapinga uongozi wa mama Samia Suluhu, ndio maanake walikumbana na mauti wakakumbana na maofisa wa polisi ambao walitumia nguvu zaidi, na hata mitandao ikaweza kuzimwa, internet connectivity ikakuwa hakuna, ndipo sasa hivi vitendo vya kiunyama vifanywe bila mtu yoyote kujua. Kwa hivyo watazamaji wangu, huku Watanzania wakiendelea kuomboleza, bado wanazidi kudai haki, wanazidi kuuliza maswali, ni lini watakombolewa kutokana na, na uongozi mbaya, kwa sababu a, bado kuna Watanzania wengi ambao wanaona ya kweli Uh, wameweza kupoteza wapendwa wao, ile njia ambayo walichukua ama ile hatua ambayo walichukua kupanga kuingia kwenye maandamano kupinga uchaguzi wa mwaka 2025 uh, imeweza kutumbukiza nchi ya Tanzania kwenye kilio uh, umwagikaji wa damu uh, kuharibifu wa mali na ni jambo ambalo watazamaji wangu wengi wanajutia. Uh, ni kwa nini serikali iliamua kutumia nguvu zaidi kukabiliana na wananchi wa amani, wananchi ambao walikuwa wanataka katiba mpya wanataka demokrasia na wanataka pia uh, waweze kuhusishwa kuchagua viongozi ambao wanawataka wao wenyewe. Na kwa mimi hapo, mtazamaji wangu, lakini nyinyi, sijui maoni yenu ni gani? kuhusiana na vile ambavyo unaona serikali ya Tanzania inazidi kuwa kimya, vile ambavyo unaona sasa imeanza kugeuka kidole, imeanza kugeuza kidole cha lawama kwa Wakenya ambao wanaishi kule nchini Tanzania, sio wale ambao wanaishi kule. Hata wewe ambaye ulikuwa hapa nchini Kenya, sasa hivi ukipanga kuelekea kule nchini Tanzania kwenye ziara zako za kibiashara ama kujistarehesha, ujue wewe utakuwa mshukiwa na utakamatwa, utapelekwa kizuizini, utashtakiwa na hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi, wa Wakenya wanakumbana na maisha magumu kule nchini Tanzania. Niacha maoni yako hapo kwenye eneo nt